KEBS kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba bidhaa ambazo zinakuja hapa lazima quality standard ifike ile kiwango inakubaliwa. But shida ya changamoto tumekuwa nayo kidogo, kwa sababu unaona bidhaa zingine zinakuja kupitia e, mashimo mashimo yenye siyo halali, haijulikani. Sasa inaweza kuwa vilevile gumu kwa KEBS kujua iwapo kuna mashimo ingine, na ndio tuna, tunaomba serikali kulingana na polisi police service so that ma police ndio watusaidie ili zile mashimo zenye zitakuwa mahali hazijulikani sifungwe, so tukue na zile mashimo halali, ambapo kama umetoa bidhaa zikujia airport, ama zile zimekuja Uganda, tuko na Malaba kule, tuko na Swam, tuko na Garissa, zile entry points ambazo serikali zinajulikana, kwa sababu kuna kunapata wanabiashara wengine wanatumia zile mashimo zenye sio za halali lakini KEBS iko kiwango ya mbele kwa sababu iko na maofisa wake ambao wanafanya wakitembea kwa surveillance, wakitafuta watu kama hao, na ukiwapata hatua inachukuliwa. Na wakipata bidhaa zozote katika soko wanafanya ile sampling, wanakuja wanaangalia kama iwapo kuna yoyote yenye afiki ile kiwango, zinashikwa.